Habari za wakati huu, karibu tena, ni wakati mwingine tena mzuri tunakutana hapa tuzidi eh, kuhabarishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Ni uchaguzi mkubwa Afrika Mashariki ambapo Uganda wanatarajia kufanya uchaguzi eh, siku ya tarehe 15 ya mwezi huu wa kwanza mwaka 2026, yani kesho kutwa Alhamisi tuseme, ikiwa imebaki siku moja hii ya kesho tukiondoa siku ya leo ya tarehe kumi na tatu ambapo leo itakuwa ni mwisho wa wagombea kufanya kampeni, ambapo kwa siku ya jana kampeni za mgombea wa urais wa Uganda Robert Kyagulanyi Bobi Wine zimefikia tamati, huku ikiwa ni kwa mujibu wa miongozo ya tume ya uchaguzi, ambapo kila mgombea huwa anapewa siku tatu ya eh, kufanya kampeni katika kata husika, kabla ya kuondoka na kumpisha mgombea mwingine. Kipindi hiki cha kampeni ya rais ya muda wa mwezi mmoja kinapungwa leo tarehe kumi na tatu ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 ikiwa ni e, siku moja kabla ya siku ya kupiga kura, yani leo inafungwa kesho. E, watu wanafanya maandalizi, tarehe 15 watu wanapiga kura, ambapo ushindani mkubwa katika uchaguzi huu kwa Uganda ni kati ya rais aliyepo e, madarakani kwa sasa Yoweri Museveni na kiongozi wa upinzani Robert Kyagulanyi, maarufu kama Bobi Wine. Kuna mengi zaidi ya kuyafahamu kuelekea uchaguzi wa Uganda. Je, nani ataibuka eh, kidedea kuiongoza eh, Uganda katika uchaguzi huu, ambapo mambo ni mengi kwelikweli. Tumeshuhudia kampeni za Bobi Wine, namna ambavyo vyombo eh, vya ulinzi na usalama vimekuwa vikimwandama katika kampeni zake eh, na mambo mengine mengi sana Lakini pia juzijuzi yuzi hapa Uganda ilitangaza e, kupiga marufuku vyombo vya habari kurusha moja kwa moja e, kupitia vyombo vya habari yani ile live streaming ya matukio mbalimbali mbali kama vile ghasia au maandamano ambayo yanaweza katokea Uganda. Lakini pia siku kadhaa zilizopita, nilikuhabarisha hapa, rais wa Uganda Yoweri Museveni alisema kwamba Bobi Wine pamoja na chama chake wamejipanga kuanzisha vurugu au maandamano baada ya uchaguzi. Lakini ukiangalia katika kampeni za kipindi hiki, Bobi Wine amepata watu wengi mno ambao wamejitokeza katika kampeni zake, tofauti na kampeni za rais wa Uganda Yoweri Museveni ambaye kwa upande wake unaweza kusema kwamba nguvu ya vyombo vya dola pia imekuwa ikimsaidia na kuhakikisha kwamba huenda bado anasalia madarakani. Sasa mvutano ni mkubwa mno, nini kitatokea kati ya Yoweri Museveni e, pamoja na Bobi Wine? Moja kwa moja tuangalie kwa kina zaidi e, katika uchaguzi huu ambapo wagombea wakuu ni Yoweri Museveni mwenye umri wa miaka 81 Yoweri Museveni amekuwa madarakani tangu mwaka 1986 na anagombea muhula wake wa saba. Kampeni yake inajikita katika kauli mbiu ya protecting the gains, yani kulinda mafanikio, akisitiza amani, utulivu na miradi ya maendeleo kama kuanza kwa uzalishaji wa mafuta. Mgombea mwingine mkuu ni Bobi Wine mwenye umri wa miaka 43 ambaye ni mbunge wa zamani na mwanamuziki ambaye anaongoza chama cha National Unity Platform NUP lakini pia nguvu yake kubwa iko kwa vijana na watu wa mijini anapigania mabadiliko haki za binadamu na kupambana na kile anachokita udikteta wa miaka 40 hali ya usalama na kampeni ipoje hadi kufikia sasa Tuseme hadi kufikia Januari mwaka 2026 ripoti zinaonyesha hali ya wasiwasi. Kwanza kuna mivutano, kumekuwa na malalamiko ya ukandamizaji dhidi ya wafuasi wa upinzani, ikiwa e ni pamoja na kukamatwa na kutawanywa kwa mikutano kwa kutumia mabomu ya machozi na maji ya kuwasha, ambapo tumeshuhudia mikutano mingi mno ya Bobi Wine imekumbana na milipuko ya mabomu ya machozi, lakini pia maji ya kuwasha, vyombo vya ulinzi na usalama vikizuia e, kampeni za Bobi Wine. Lakini pia ni wasiwasi wa machafuko ambapo wakati wa uchaguzi wa mwaka 2021 watu zaidi ya 50 waliuawa katika maandamano. Mashirika kima ya kimataifa yanafuatilia kwa karibu kuona kama uchaguzi huu utakuwa huru na wa haki. Tunafahamu kile ambacho kimetokea Tanzania. Pia tulishuhudia maandamano makubwa kitokea Tanzania kwenye uchaguzi uliofanyika mwezi Oktoba 29 mwaka 2025 ambapo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliibuka kidedea kwa ushindi wa asilimia zaidi ya tisini na saba, lakini pia waangalizi kutoka mataifa mbalimbali walikuwepo hapa kuangalia namna ambavyo uchaguzi unakwenda Tanzania, kama ni uchaguzi huru au ni na wa haki pia. Lakini pia kwa Uganda pia mashirika kima taifa, ya kimataifa yanafuatilia kwa karibu na kuona kama uchaguzi huu utakuwa ni wa huru na wa haki lakini pia tumeshuhudia kuzuiwa kwa matangazo ambapo serikali ya Uganda imepiga marufuku matangazo ya moja kwa moja yani live, e, broadcast ya ghasia au maandamano yasiyokuwa na kibali. Lakini pia masuala muhimu yaliyojitokeza, e, kwa mfano swala upande wa serikali kupitia chama cha NRM, lakini pia upande wa upinzani NUP. Kwa upande wa uchumi, serikali inazungumzia zaidi uzalishaji wa mafuta pamoja na miundombinu, lakini pia upande wa chama cha upinzani, kwenye upande wa uchumi wao wanaangalia zaidi kupambana na ufisadi na ukosefu wa ajira kwa vijana. Lakini pia kwa upande wa uongozi e, chama cha e, Yoweri Museveni NRM, wao wanaangalia zaidi uzoefu na ulinzi wa amani ya nchi lakini pia upande wa Bobi Wine wao wanaangalia hitaji la damu changa pamoja na demokrasia. Lakini pia kwenye urisi ni kwamba kuna tetesi za mwanaye Yoweri Museveni, Jenerali Muhoozi Kainerugaba kudaiwa kuja kumrithi baba yake, lakini pia kwa upande wa chama cha Bobi Wine wao wanapinga kile wanachokiita utawala wa familia. Ni nini haswa ambacho kinasubiriwa katika uchaguzi huu? ingawa wachambuzi wengi wanadhani Yoweri Museveni ana nafasi kubwa ya kushinda na hii ni kutokana na udhibiti wake wa vyombo vya dola. Kiwango cha kura atakachopata Bobi Wine kitatumika kama kipimo cha kutoridhika kwa wananchi, hasa vijana ambao ni asilimia kubwa ya idadi ya watu nchini humo. Uchaguzi huu wa tarehe 15 Januari mwaka 2026 nchini Uganda umekusanya wagombea wanane Waliopitishwa rasmi na tume ya uchaguzi EC, ingawa macho yote yako kwa Museveni na Bobi Wine kuwa nani ataibuka kidedea, kwa sababu kuna ushindani mkubwa zaidi ambao umeonekana kati yao ukilinganisha na wagombea wengine. Tume ya uchaguzi imeweka taratibu pamoja na sheria katika uchaguzi huu ambapo siku ya upigaji kura itakuwa ni siku ya Alhamisi tarehe kumi na tano ya mwezi huu wa kwanza mwaka 2026 ambapo vituo vitafunguliwa saa moja kamili asubuhi hadi saa kumi kamili jioni. Lakini pia swala la kuhesabu na kujumlisha zote hili litaanza mara tu baada ya vituo kufungwa. Matokeo kutoka vituoni katika vituo vya vijiji na huchukua muda kufika vituo vya wilaya. Tangazo la washindi kisheria, tume ya uchaguzi inatakiwa kutangaza matokeo ya mwisho ndani ya saa 48 tu baada ya kumalizika kwa upigaji kura. Hii ina maana mshindi anatarajiwa kujulikana kufikia Januari 17 mwaka 2026. Waangalizi pia katika uchaguzi huu ni kwamba mashirika ya kimataifa kama Umoja wa Afrika AU pamoja na Igadi tayari yapo nchini Uganda kufuatilia mchakato huo wa uchaguzi. Mambo mengine makuu ya kuzingatia siku ya uchaguzi ni kwamba mfumo wa kura, ili mgombea ashinde katika mzunguko wa kwanza, lazima apate zaidi ya asilimia hamsini ya kura zote. Lakini pia hali ya mtandao, katika chaguzi zilizopita tulishuhudia serikali imewahi kuzima mtandao, yani internet blackout siku ya uchaguzi, na kuna wasiwasi kuwa hali hiyo inaweza kujirudia tena katika uchaguzi huu. Lakini pia vipi, kuhusu nguvu ya jeshi? ambapo tumeshuhudia mpaka hivi sasa ni kwamba zaidi ya polisi na wanajeshi laki moja na elfu kumi wamesambazwa nchi nzima ili kuhakikisha usalama, ingawa upinzani unaona hii ni kama mbinu ya kuwatisha wapiga kura kujitokeza katika zoezi zima la upigaji kura katika uchaguzi huu kubwa zaidi. Tusubirie, nani ana nafasi kubwa ya kuwa rais ajaye kati ya wagombea wawili wakubwa Yoweri Museveni rais ambaye kwa sasa yupo madarakani pamoja na Bobi Wine ambao kwa asilimia kubwa wanashindana. Katika uchaguzi wa mwaka 2021, Museveni alishinda kwa asilimia 58 ya kura, huku Bobi Wine akipata asilimia 35. Uchaguzi huo ulitawaliwa na madai ya wizi wa kura na ukandamizaji wa upinzani. Hiyo ilikuwa ni mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Hii 2026 kitu gani kitatokea Uganda kubwa, tusubirie kwa kina zaidi, tutaona kitu gani kitakachotokea. Mengi zaidi mtazidi eh, kukuhabarisha hapa lakini pia kubwa zaidi tufahamu kitu gani kinatokea huko Uganda. Lakini swali kubwa la kujiuliza ni kwamba je, uchaguzi huu utakuwa ni uchaguzi uchaguzi wa wa huru na wa haki? Ni kuambia kwa kifupi kwamba historia uchaguzi nchini Uganda imekuwa ikikosolewa mara kwa mara, ingawa serikali nasema uchaguzi huu utakuwa wa haki. Wataalamu wa Umoja Mataifa wameonya kuwa mazingira ya hofu yanaweza kuathiri uhuru wa uchaguzi. Mashirika ya haki za binadamu yameripoti kukamatwa kwa wafuasi wa upinzani na kuvunjwa kwa mikutano ya kampeni, hasa ya Bobi Wine, na hii ikilinganishwa na ile mikutano ya Yoweri Museveni ambayo haijawahi kuingiliwa hata mara moja wala kushuhudia mabomu ya machozi katika mikutano yake. Amnesty International ilielezea matumizi ya gesi ya machozi dawa ya pilipili, vipigo na vitendo vingine vya ukatili kama kampeni ya kikatili ya ukandamizaji kabla ya upigwaji wa kura. Serikali kwa upande wake imesema hatua wa hizi ni muhimu kulinda amani na kuzuia vurugu siku ya uchaguzi. Na linapokuja swala la uchaguzi wenyewe, Bobi Wine amewataka wapiga kura kukaa katika vituo vya kupiga kura na kulinda kura zao ili kusaidia kuzuia wizi wa kura wakati wa kuhesabiwa. Lakini wakati wa uchaguzi, wasimamizi wamesema watu wanapaswa kupiga kura zao kwa amani na kisha kuondoka, wakihakikisha kwamba ujumrishaji na mchakato wa kuhesabu kura utakuwa wa wazi na wakuzingatia, eh, na wakuzingatiwa na mawakala wa vyama, vyombo vya habari na waangalizi wa uchaguzi wakosoaji hata hivyo, wametilia shaka uhuru wa tume ya uchaguzi licha serikali kukanusha. Pia kuna hofu, kulingana na uzoefu wa awali, kwa kuzima eh, kwa mitandao yaani wakati uchaguzi, kwa lengo la kuzuia watu kuthibitisha matokeo. NUP nasema, inasema ina program ya ufuatiliaji wa kura ambao unaweza kuepuka swala hili kwa kutumia teknolojia ya Bluetooth. Mengi nitakuhabarisha hapa kubwa zaidi. Tuzidi kusubiria kuona nini kitatokea Uganda. Je, tutegemee kuona e, yale yaliyotokea kwenye uchaguzi wa Tanzania, e, uchaguzi wa Oktoba 29, na Uganda pia utatokea? Tusubirie kuona. Tumeshuhudia kwenye kampeni mambo mengi yakitokea Uganda, ambapo Bobi Wine amekumbana na kashikashi kashi nyingi sana mpaka kufikia jana akihitimisha kampeni zake kuelekea uchaguzi ambao utafanyika siku ya tarehe 15 Alhamisi ya mwaka huu 2026. 2 kubwa tuche mwane yako, unadhani nani ataibuka kidedea kwenye uchaguzi huu wa Uganda? Lakini pia kwa taarifa kede kede, endelea kutufuatilia hapa, tutakuhabarisha kila kitu kinachoendelea.